Jeshi la Urusi limeshambulia Ukraini kwa makombora ya anga, ndege za kivita, pamoja na drone na kusababisha vifo vya watu watano na wengine hamsini na moja kujeruhiwa katika miji mbalimbali ya nchi hiyo ikiwemo Lviv, Ivano Frankivsk, Zaporizhia na Sumi. Mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kijamii, ikiwemo vituo vya kusambaza umeme na kusababisha zaidi ya nyumba sabini elfu kukosa umeme. Shambulio hilo pia limeharibu majengo ya makazi maduka kafe kituo cha treni pamoja na treni iliyokuwepo katika kituo hicho katika mji wa Lviv mashambulizi ya droni makombora na mabomu ya kurushwa na ndege limesababisha kata mbili katika mji huo kukosa umeme na usafiri wa umma kusimama kwa muda huko Zaporizhzhia mashambulizi yalisababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya makazi na kuacha mamia ya kaya bila umeme katika mji wa Shostka huko Sumi, ndege zisizo na rubani zimeharibu kituo cha treni, huku katika mji wa Slovianski mashariki majengo ishirini na nne pamoja na maduka na kafe vimeharibiwa katika shambulio hilo. Rais Volodymyr Zelensky amerudia raia yake ya kuomba msaada kwa mataifa ya Magharibi, hasa ulinzi wa anga ili kulinda raia na miundombinu ya kijamii taarifa ya Urusi kufuatia shambulio hilo inasema Jeshi la nchi hiyo limelenga kuharibu nguvu za kijeshi na miundombinu ya nishati ikiwemo reli muhimu kwa usafirishaji wa vifaa vya kijeshi vya Ukraine. Mashambulizi ya kijeshi baina ya Urusi na Ukraine yanaendelea kuongezeka huku msimu wa baridi ukianza, hatua inayoyafanya maisha ya wananchi wa Ukraine kuwa magumu kwa kukosa huduma muhimu za maji, umeme na gesi.